Leo mwezi ukionekana, kuna ile kasumba itakayoanza, au mwezi ni wa jana. Mwezi ni mwezi ni wa jana. Shekhe, hiyo jana uliuona? Ndio swali lenyewe, maanake sheria imesema kuona mwezi ni wa jana, uliuona? Ukimwambia mtu hivyo atakwambia, ni mkubwa mwezi, ni ni mkubwa, ndio maana ni wa jana. Sasa shekhe, mwezi kuwa mkubwa ndio unamaanisha mwezi ni wa jana? katika sheria, sisi mwalimu wetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika Sunna ametufundisha kila kitu. Hebu tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mwezi ukiwa mkubwa ina maana ni wajana ama una maana nyingine? Rudi katika Almu'jam As-Saghir Al-Imam At-Tabarani, hadithi ya Abu Huraira yeah, radhiyallahu anhu, anasema ana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min qiyam qiami saa intifaq al-ahilla, katika alama za kiyama ni kufura miezi Mwisho mwisho uko katika alama za kiyama kutakuja nini? Kufura miezi. Sasa Mtume asema mwezi ukiwa mkubwa ni alama ya kiyama, ona kuja kusema mwezi ukiwa mkubwa ni alama kuonesha wajana. Tukusikize yeye, tumsikize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna min qiyamis saa intifaqul ahilla. Sasa ujue kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli na kana kwamba yuko kati yetu, yeye anaona yanayojiri. Mwangalia, anaendelea kusema nini? Anasema yura li laylatin fayuqalu huwa ibn laylatayn Mtume asema utaonekana mwezi wa usiku ule ule, kuna watu wataanza kusema wasiku mbili huo, kwa sababu ni mkubwa. Mtume ashazungumzia kitabu haya. utaonekana usiku ile ile watu watasema. ni katika hadithi ya Abu Abul Bukhturi, anasema tumetoka, tunakwenda kufanya ibada ya umra, tukafika sehemu inaitwa Batnu Nakhla, asema tukaona mwezi, watu wakatofautiana, wengine wakasema huwa ibn lailataini na wengine wakasema huwa ibn Thalathi. wengine wakasema ni wa wasiku mbili, wengine wakasema ni wasiku ngapi? wasiku tatu, yani. Wengine wakasema wajana, wengine wakasema wajuzi. Kwa nini? Kwa sababu wameuona ni mkubwa. Asema tulipofika mbele, tukapambana na Abdullah ibn Abbas hibru hadi al umma, tukamueleza tukamweleza kile kisa. tumefika Batnu Nakhla tukaona mwezi, wengine wakasema wasiku mbili, wengine wakasema wasiku tatu. Sikiza maneno ya Ibn Abbas. Ibn Abbas asema huwa li laylatin raaitumuhu, huo mwezi ni wa usiku ule ule mliouona ni mwezi wa nini? Si wa siku mbili wala wasiku tatu, ni mwezi wa usiku ule ule louona. Alafu akasema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema. Sami'tu hadithi marfu'a, nataka kwa mtume moja kwa moja. Sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul inna allaha maddahu liruyati, hakika Mwenyezi Mungu ameuvuta ule mwezi ili upate kuonekana fahuwa lilailatin li raaitumuhu. Kwa hivyo, ni mwezi wa usiku ule ule muliouona. Kwa hivyo, si mwezi maadamu hujauona jana wala juzi, maadamu ni wa usiku ule ule. Basi mwezi ni wa lini? Ni wa usiku ule ule ambao kwamba mumeuona.